Tumekuwa na kikao cha siku mbili hapa kwenye ukumbi wa Nyakahoja ambapo tumekutana na wanachama wa mtandao wa kuzuia kuzama maji Tanzania, lakini pia uh, waandishi vinara ambao tuliwabainisha hasa kutoka mkoa huu wa Mwanza ama kanda ya ziwa, ambao sasa kwa pamoja yake, kwa maana wanachama ambao ni wa mtandao wa kuzuia kuzama maji, lakini pia waandishi ambao ni vinara. Lengo kubwa la mkutano wa huu siku mbili ilikuwa ni kuweza kupeana kwanza uelewa mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya shughuli ama juhudi ambazo zipo zinazofanywa na EMEDO, lakini kwa kushirikiana pia na wadau mbalimbali lakini pia na wao sasa kwa majukumu yao kwa pamoja, nini ambacho sasa wakifanye katika kuelekea kukuza uh, uelewa. Kwa hiyo ni mkutano ambao tumekuja na mpango wa pamoja sasa, ambao tutaenda kutekeleza katika kipindi hiki cha mwaka mmoja, ambao tunahakikisha sasa waandishi wa habari wakishirikiana na mtandao wa kuzuia kuzama maji Tanzania, kwa pamoja wanashirikiana pamoja na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba tuna, tunakuza tuna, tuna elimu ya, ya, ya usalama kwenye maji, lakini pia wanaibua changamoto ambazo ziko kwenye jamii, wanaibua fursa pia, ushauri na namna nzima ambayo kwa pamoja tunaweza tukashirikiana kuhakikisha kwa kwamba vifo vinavyotokana na kuzama maji ambavyo kimsingi vimekuwa na madhara makubwa pia kwenye ngazi ya familia kwa sababu familia inapompoteza mtu ambaye wanamtegemea, watoto wanaathirika, lakini mahitaji mengine kwa mfano ya chakula, elimu na mambo mengine kwa ujumla wake yanakwama. Ya na, na kingine kwa mwaka huu ambapo tunatarajia kuwa na tukio kubwa, kwa sababu tuna mpango wa kitaifa wa kuzuia kuzama maji ama mkakati wa kitaifa ambao tunashirikiana na ofisi ya waziri mkuu kupitia idara ya management ya maafa tunataraji mwaka huu tunaweza tukakamilisha pengine andiko hili na sasa tukawa na mkakati wa pamoja wa kitaifa. Kwa pengine mwezi wa saba kama utakuwa tayari, tutashirikiana na wadau wote kwa pamoja, tutakuwa na tukio la kuzindua, lakini tukiambatanisha pia na tukio la siku ya kuzuia kuzama maji duniani ambalo huwa uh, linaadhimishwa kila tarehe 25 ya mwezi wa saba ya, lakini pia tunashirikiana na wadau wengine kama mamlaka ya hali ya hewa Tanzania uh, TMA, ambao ni washirika wetu wakubwa sana katika ku, kwenye eneo zima la taarifa za, za, za, za utabiri wa hali ya hewa kwenye jamii. Na ndio maana pia tunalenga mwaka huu kuwa na hata hiyo shughuli ya tuzo za pamoja, hizi tuzo za EMEDO zenye lengo la kuzuia kuzama. Kwa hiyo ni tuzo ambazo tunataraji kuzitoa kwa mara ya kwanza mwaka 2026 na, na na tunatamka rasmi ya kwamba sasa, tuzo hizi zitakuwepo na wanaohusika ni waandishi wa habari ambao wanaandika habari za kuzuia kuzama maji au salama majini, na tunawaomba waandishi waweze kujitokeza kuchangamkia fursa za hizi tuzo, kwa sababu mwisho wa siku tunataka zifanye uchechemuzi. Na kwa sababu gani tuzo hizi zime, uh, tumeamua kuzileta au kuziandaa kwa mara ya kwanza? kwanza kabisa ni kutambua mchango wa vyombo vya habari, waandishi wa habari ambao wanafanya kazi katika sekta hii ya uvuvi na hasa katika masuala ya majini na kuandika habari zenye kuzuia kuzama maji. Kwa hiyo tuzo hizi zinalenga kupita katika maeneo kama haya. Sasa wakina nani wana sifa? Tumetangaza ni waandishi wa habari wote. Na habari gani ambazo zitawasilishwa? Ni kwamba habari zile za zilizoandikwa ndani ya mwaka mmoja Mchujo ukoje? hakuna hatua gani? anasema ile aa, za kupokea hizo kazi zenyewe za kuzipitia na kuzitoa nako, na tumewaeleza waandishi wa habari na kutakuwa kuna jopo maalum la majaji ambao wataweza kuzipitia aa, tuzo hizo na kuweza kufata vigezo ambavyo vimewekwa. Tumeweka vigezo vya aina kama tatu hivi. Kigezo cha kwanza ni kwamba habari yenyewe iwe inaleta maarifa mapya new knowledge, ni kama asilimia hizo ishirini, lakini aa, jambo jingine ni habari nyewe iwe inajikita ina, ina kwenye tafiti kwamba habari iwe imefanyiwa tafiti kwa kiasi kikubwa, hiyo nayo ni kipaumbele chetu, lakini kingine ni habari ambayo itakuwa inaleta suluhu, ilete um, uh, suluhu mwafaka, ilete, ilete, ilete majawabu, na hii itasaidia sana kuweza kubadili au kuleta matokeo makubwa na kufanya mabadiliko ya kisera na, na mambo mengine huko, lakini kingine ni iwe ina, ina, ina, ina mizania mizuri ya matumizi ya takwimu. Tunafahamu tunapozungumzia watu kuzama maji ni takwimu. Kwa hiyo eneo hilo, tunaomba waandishi wa habari wajikite sana kwenye kuhakikisha kwamba wanaandika habari ambazo zitakuwa zina takwimu, na la mwisho ni ile ambayo ina inachochea ina, ina maadili ya uandishi wa habari, swala la uh, usahihi wa vyanzo, usahihi wenyewe wa taarifa. Hivyo vyote ni vigezo ambavyo mwisho wa siku vitachukuliwa, na tuzo hizi tumeziweka, zitakuwa zina katika kategori tatu, yani mshindi wa, wa, wa kwanza uh, mshindi wa pili na mshindi wa tatu, lakini tunalifanyia marekebisho kwamba nayo tuone labda mainstream media iwe ina tuzo zake, kuwe kuna mwandishi uh, tuzo katika upande wa mitandao ya kijamii au tuzo katika upande wa vyombo vya habari vya kikale yani, labda gazeti pamoja na TV. Kwa hiyo haya yote ni maboresho ambayo tutayafanya na la mwisho kwamba zawadi za tunzo nafikiri ili waandishi wa habari wan sikiliza, kwa makini tutatoa tuzo ambazo zitaenzi kazi zako, mwandishi wa habari. Tutatoa tuna kamera, tutatoa laptop za kisasa kabisa ambazo zina uwezo mkubwa, na zawadi nyingine. Lakini hizi tuna specifically tunazizungumza kwa sababu tunataka ziweze kuishi katika maisha ya mwandishi na ziongeze tija kwa yule mwandishi wenyewe. Ushiriki wa washa hii ya siku mbili, nafikiri umeongeza mtazamo chanya katika mtandao wa kuzuia kuzama maji ziwa Victoria kwa sababu umeshirikisha waandishi wa habari wa. Lakini kushirikisha waandishi wa habari wa ni jambo moja, lakini lenye manufaa makubwa sana katika huo mtandao, kwa sababu waandishi wa habari wa wana uwezo wa kusambaza habari kwa urahisi na habari zitapokelewa na watu wengi, lakini hizo hizo habari zitasaidia katika kuelimisha, lakini pia na kuleta uelewa kwa watu wengi ambapo hili suala la kuzama maji litakuwa limewafikia. Washa hii ya siku mbili ya jana na leo imeleta manufaa sana kama sisi wana mtandao kwa sababu inakutanisha na wadau wa muhimu ambao ni waandishi wa habari katika kufikisha uh, uelewa kwa watu ambao wanaishi karibu na mazingira ya maji. Maana kumekuwa na changamoto kubwa sana ya uelewa. Kwa hiyo kwa hiyo walsha na huu mkutano wa siku mbili, kwa hiyo tumetoa uelewa na kuwapa waandishi wa habari na kuipeleka kwa jamii, ambao ndo waraji na waanga. Kutokana na takwimu za WHO ambazo zimeonyesha watu zaidi ya laki tatu wanakufa kwa mwaka. Kwa hiyo kwa kutumia waandishi wa habari, na watu wengi wanajua kufa maji ni mpaka labda kutokana na tatizo ya ajali za maji, wakati mwingine kufa maji hata ukiwa kwenye swimming pool au kwenye mabeseni. Najua kuna wamama ambao wanaogesha watoto wao, inaweza akamdondosha akasababisha kufa maji.